Habari zenu, nataka nionyeshe faida la majani ya maarobaini tamu. Unaweza kupata faida kwenye cholesterol, kwenye ugonjwa ya ngozi, unaweza kupunguza mili. Sasa matumizi yake, unachukua una majani ya maarobaini, alafu unaosha kwanza, uweke kikombe la maji, unachemsha kama dakika tano hivi, alafu ile maji ambayo umechemshwa unaweza unaweka tu kwenye majani unachanganya, uache kama dakika kumi hivi, halafu baadaye unachuja maji halafu unakunywa, unapata faida zote nzuri. Unaosha majani ya mwarobaini tamu, halafu pembeni unaweka kikombe moja la maji, unachemsha. Ukisha chemsha, unachanganya maji na kwenye ma... unachanganya maji kwenye ile, uh, majani ambayo umeweka pembeni kwa zile dakika mbili tu alafu unachuja ile maji unakunywa tu taratibu polepole, unaweza kupata faida nzuri kwenye mwili. Asante.